Ndugu waandishi wa habari, wa ijulikane kwamba uchaguzi huu unakwenda kufanyika kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uchaguzi mkuu utakaofanyika siku ya tarehe 29 Oktoba 2025 utafanyika kwa mujibu wa ibara ya sitini na tano ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Ibara hiyo imeeleza kuwa uchaguzi mkuu wa rais wa bunge ma, a, na madiwani ufanyike kila baada ya kipindi cha miaka mitano na uchaguzi wa mwisho ulifanyika mwaka elfu mbili na ishirini. A, sisi wanababati pia tunakwenda kushiriki uchaguzi huu. Wilaya ya Babati tunakwenda kushiriki uchaguzi huu kuchagua rais wabunge pamoja na madiwani. Kwa hiyo siku ya leo, kwa niaba ya viongozi wenzangu wote na uongozi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, niko mbele yenu kuweza kuhamasisha wananchi wote wa wilaya ya Babati kuweza kujitokeza siku ya tarehe ishirini na tisa kushiriki kwenye zoezi hili la kitaifa na kuweza kuchagua viongozi hawa watakaotuongoza tena kwa miaka mingine mitano. Ni muhimu sana kwa kila Mtanzania aliyefikisha miaka kumi na nane na kuendelea na ambaye alipata nafasi ya kujiandikisha kwenye uh, daftari la mpiga kura aweze kushiriki zoezi hili muhimu la uh, kikatiba, kwa sababu uh, bila kufanya hivyo utakuwa umejikosesha haki ya msingi. Unajua viongozi wanayokwenda kuchaguliwa ni viongozi ambao wanakwenda kutusaidia uh, kuweka maono uh, ya maendeleo kwenye, kwenye nchi yetu ambayo yanakwenda kutuathiri sisi zo, sote Watanzania wote uh, Wanababati wote. Kwa hiyo ni muhimu na kila mmoja aweze kushiriki, utoe ama tutumie uh, nafasi hii kuweza kuchagua viongozi ambao tunaona atatusaidia kuendeleza maendeleo lakini kuleta amani na utulivu ndani ya nchi yetu. Bila kufanya hivyo, ukiamua kukaa nyumbani ukaacha watu wengine waweze kuchagulia, wanaweza kufanya maamuzi ambayo wewe hukuyatarajia, na ikitokea, usiweze kumlaumu yoyote kwa sababu nafasi ulipata ya kuweza kwenda kuchagua, lakini hukuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo niseme kwamba nitoe rai kwa, kwa wanababati wote, wananchi wote wa wilaya hii ya Babati kwa halmashauri zote mbili na kwenye majimbo yote yetu mawili ya uchaguzi Babati mjini na Babati vijijini tuweze kushiriki kwenye uchaguzi huu mkuu. Hakika hii ni fursa ya kuweza kuchangia maendeleo, mchakato mzima wa maendeleo, kwa sababu mchakato wa maendeleo unaanzia kwenye utawala bora. Unapopata viongozi wazuri ndipo tunakuwa na uhakika wa kuwa na maendeleo kwa miaka mingine mitano kama ambavyo tumekuwa na maendeleo. Nchi yetu tumeona inaendelea kupiga hatua kila mwaka, toka tumepata uhuru na toka tulipoanza na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tumekuwa na viongozi kadhaa ambao kila mmoja ameendelea kujenga, kwa sababu ujenzi wa nchi ni kama ujenzi wa jengo, unaanza na msingi ambao Mwalimu alituwekea, na baada ya hapo tumeendelea kupata viongozi kadhaa mbalimbali ambao wameendelea kwa awamu tofauti tofauti ambao kila mmoja ameweza kufanya kazi yake vizuri na tunaona taifa letu linaendelea kupiga hatua kwenye maendeleo. Kwa hiyo, tunatamani kuona kwamba maendeleo haya yanaendelea kwa kasi na kwa kupata viongozi wazuri. Ninajua watu tunao wachapa kazi na, na pia tuna ardhi nzuri tuna mazingira mazuri ya kuweza kuendelea, lakini tunachokitengeneza sasa ni uongozi mzuri, ili tuweze kuendelea kuchapa kazi na kujiletea maendeleo. Lakini sio hivyo tu, kuendeleza amani na utulivu, ambayo ni tunu kubwa ambayo sisi wa Tanzania tunayo.